Nilishakwambia nimekaa muda mrefu na wewe toka na kulea, toka huko mdogo mpaka umekua. Kila siku nilikuwa nakuhimiza, acha habari za kwenda klabu, acha habari za mashoga, siu za manii. Mdogo wangu, hivi mimi hii aibu naenda kupeleka wapi eh? We ni mwanamke wa disaini gani sasa? Umeshafanya vitu vingi kiasi, mpaka hapa mtaani naonekana uwe ni kero, hauna lolote, hauna chochote. Yeah, tafuta sehemu nzuri ya kuzungumza naye, tafuta nafasi nzuri ya kuzungumza nae, naka barabarani. Huyo anaakihii sawa, ndio mtu kwanza lakini, angalia namna ya kuzungumza naye, si unanielewa? Hii bahati nikwambie, ni braza, una mwanamke mzuri, una mwanamke mzuri. Hii bahati wengi tunahitaji, mi usiona natembea sina mwanamke kama huyu. Ni watu ambao tunahitaji wanake muda wote, saa yoyote. Kwa mimi nisimseme, mdogo wangu, kumbe mdogo wangu. Sasa kama mdogo wako sito pa kumweka chini pa kumwelekeza, mi nikajua mkeo, kwa sababu sisi tunatafuta wanawake, sisi hatuna bahati ya kupata mwanamke, mtu asemu hivi. Unakaa naye chini, unazungumza naye vizuri, sio unakaa unamsema hadharani, sio vizuri. Sasa hivi ee, yeye tu watakavokwatai, mimi chumba nacho dani na kitanda tano kwa sita Mbezi, na feni nyeusi mimi ya. Mimi nikijaliwa TV na nua nchi thelathini na mbili. Kwisha, kwisha, kwisha. Nipe, nipewe, nipewe. Mimi na nisikuongope hey, mi fighter mimi fighter, mimi fighter madhaifu yako mimi naweza kuyavumilia. Mimi ndo kiboko yaani, mimi ukisikia shida niletee mimi, mimi hapa Tanga eh hey, hey, eh hey, eh nashukuru sana eh hey. nilikuwa nakuona tu hapa mtaani nikajua ni kijana wa ovyo, lakini nashukuru sana kwa kunisikiliza ndugu yangu, hiyo imeisha. Iswaibu, iswaibu, ndio nakwambia atu kwanza, tusilete mambo mengi, amna mambo ya shughuli, mambo ya nini, mambo ya ah, kuhusu shughuli na kila kitu Usijali, mimi kila kitu agaramia, lakini kwa hiki ambacho umekifanya eh, ni tendo fulani la kishujaa sana, kwa sababu mimi, nisikilize kwa makini, mimi nilikuwa nimemkatia tamaa dadangu mimi nimemkatia tamaa dadangu kwa sababu dada yangu ale liku amefikia sio nzuri, na sikutegemea kama anaweza akapata mtu ambaye ni mwenza wake mkeo Watu wanabadilika, unajua. Mi namuona hivi, namuona hivi sawa. Mimi kila kitu kama nilivyokuambia, nitagaramikia, nitafanya kila kitu zangu mimi. mm-hmm. Nitahakikisha na kununulia dawa zako za miezi miwili, kwa sababu ya kulinda afya yako ya wewe na mwenzako, ili tu muweze kuishi kwa amani na kwa furaha na kuomba sana, katulie. Hakuna mwanaume ambaye anaweza ukampata wewe atakuvumilia pamoja na maambukizi yako, hayupo, hayupo mdogo wangu.

Anaitwa Zama sana, hivyo vitu vinafikiaga kama ajali. Kwanza usikate tamaa, usikate tamaa wote, kwa sababu sasa hivi ni mwili mmoja na mwili wangu. Usikate tamaa kwanza, huo ugonjwa sio mwisho wa maisha. Fanya mazoezi, kula vizuri, usijipe stress, utakaa sawa, mbogamboga, matunda, utakaa sawa eh. E. ah,